Tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya yeah, Azam FC. Dickson Job karibu na nazungumza na waandishi wa habari na ambao natutazama hivi sasa. Eleze kwa niaba ya wachezaji wenzako na mambavyo mko tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Azam FC. Kitambua kwamba huu ni mchezo mkubwa Dar es Salaam. Ah, uh, sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo na tunatambua umuhimu wa mchezo huo. Kikubwa tunahitaji pointi tatu katika mchezo huo kwa hiyo ni wajibu wetu kwenda kupambana na kujituma kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu na kuweza kupata pointi tatu. Sawa, maswali matatu kwa nahodha Nixon. Tunafahamu ya kwamba mchezo uh, uh, wa duru la kwanza kwenye NBC Premier League mlipoteza dhidi ya Azam FC katika uwanja ambao mnakwenda kucheza kesho, kama wachezaji lile mliliona na kama kuna sehemu mnahisi mliteleza, naahidi nini mashabiki wa Africans kuelekea mchezo wa kesho? Sisi hatuna mengi ya kuahidi zaidi ya kwenda kupambana kwa, kwa jasho na damu, kwa sababu mchezo wa nyuma kweli ulipita na tulifanya misteki na tukaweza kuadhibiwa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo wa kesho na tumejiandaa vizuri na tunaendelea na maandalizi katika siku ya leo, na tunaamini tutapigana kwa dakika zote tisini kuweza kupata pointi tatu na kuweza kuongoza ligi kama kawaida. Sawa.

Kwanza kikubwa mchezo wetu na Azam ni mchezo ambao huo unakuwa mgumu, lakini pia unakuwa mzuri, lakini kitu kizuri zaidi katika timu yetu na tunachoamini kwamba tunahitaji matokeo mazuri katika mchezo huu na haina haja ya ku, ya kumfuata mchezaji mmoja mmoja siwe na kuongea kwa sababu kila mtu anaelewa umuhimu wa mchezo huu. Kwa hiyo ni kila wajibu wa mchezaji kuweza kujiandaa na kuwa tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na sisi kama wachezaji kiukweli, tuko tayari na hata nikiangalia morale ya wachezaji wenzangu mazoezini, naona kila mtu ana ari ya kutaka kupata nafasi na kuweza kuipambania nembo ya Yanga. Kwa hiyo sisi tupo tayari kwa ajili ya kupambana na kuweza kupata pointi tatu katika mchezo huu. Mwisho kabisa, zungumza na mashabiki wa Yanga Africans kuelekea mchezo wa kesho. Kikubwa ningependa kuwaomba mashabiki zetu waweze kujitokeza kwa wingi kama kawaida yao, waje kutopa support vijana wao. Sisi tunawaahidi wahidi kuto, kuto kuangusha katika mchezo wa kesho, na tutapambana kwa dakika 90 kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kikubwa tunaomba sapoti yao, tunaomba dua zao, wajitokeze kwa wingi tuweze kusapotiana na kuweza kupata matokeo katika mchezo mzuri wa kesho. Shukrani sana, niwatakie kila la heri kuelekea mchezo wenu wa kesho. Asante sana.